Hata kama umezika, dumisha matumaini. Kama umezika, dumisha hata matumaini, namaanisha tumaini lenye uvumilifu. Kifo sio nukta, ni alama ya mkato. Maisha yanaendelea, hata kama umezika, endelea kumwombea yule aliaga dunia. Mtu akiaga dunia ni kama meli inatoka ya sisi tulioko Bukoba; meli inatoka Bukoba inaenda Mwanza, sisi tulioko Bukoba tunasema meli imeenda, walioko Mwanza wanasema meli imeindia, lakini meli inapita Kemondo Roho ya mtu inaweza kapita kwa rani. Mhm. Kemondo. Na kule Kemondo inategemea mzigo ulivyo. Mhm. <clears> Kisha alitoka sana za usiku. Kwa hiyo mkato inategemea mzigo ulivyo. Nilo tu kumuombea ni hata dunia, kama alikuwa na vitu vidogo vidogo, Mungu amsamehe. Kuna makosa madogo madogo kwa kile tunaitwa kukonja kunjo. Naomba tuseme kukonja

Miaka mitatu iliyopita nilikuwa mbaya sana, nikawa natetemeka saa sita nikamwamsha. Pale yule mzee alikuwa anakaa naye akasema nipeleke Kajumbuti. Akasema Padre, siwezi nikaendesha, sioni. Na likweli alikuwa aona. Nikasema ndo ingie kwenye gari, kweli ndo anatetemeka. Na wafanyakazi wangu wote e, wa parokia wakasema Padre, tunaenda na wewe. Basi tukaenda Kajumbuti saa sita za usiku, wakaanza kuniombea rosari, lakini mfanyakazi mmoja alikuwa ananishangaza, akimaliza hivi tendo anaongeza sara nyingine

bachaulini Mateo ya mtakatifu alikonsus walikoni. Sasa jiwe lilivingirishwa, angalia wale watu wanapoenda kwa matumaini, wakajiuliza nani ataliondoa wa jiwe. Wanajiuliza, lakini wanaenda mbele kwa sababu wana matumaini. Nani ataliondoa mbele jiwe? Wanaenda mbele. Naomba tuwapigie makofi wakina mama.